Hapa kwa Shari, nina jambo langu hili moja. Acha kufuatilia hiyo pete. mm, mm, mm, mm, mm, mm. Wewe well, kama nani unayeniambia niache kufuatilia hiyo pete sasa. Sikiliza nikuambie, kwa vile umeingia kwenye anga zangu. <coughs> <Ay>. <coughs> Ngoja nikufundishe adabu. Eti mwanangu, aaa, umenikumbuka mama? Yani nami nilikuwa nimesha kukumbuka kweli, mama yangu, nilikuwa nimesha kukumbuka sana. Asante sana mama. Kaka ajambo? Ajambo na yule mke wa kaka Petro? Aee, aaaa, karibu mama, mama, mama tupo mm.

Yani sisi tumekuja maana, ile jana tumeshuhudia ile show pale nani nani, mwenyekiti eh, mwenyekiti hapa. Lengo ni hili, lengo ni moja. Sisi jana kwenye pilika za kuzunguka, kama unavyotuelewa sisi hatuishaki kazi yee tumefika pale kwa mwenyekiti tukakuta, yeye na mke, na mke wake wanalumbana hasa. Kwenye kulumbana kwao kwa, kwa mazungumzo tulivyo wasikiliza kwa makini uh... huwezi kusema utamuua mtu ambaye alimponyesha ali dada tena hapa hapa mbele yako hapa, kumbe unataka wanabishana ya kwamba mwenyekiti sasa, eh, huyo ni mwenyekiti yani, hapa hapa ndo anazungumza e, mwenyekiti! Mimi mwenyekiti, eh e. Yani hivi mimi Kinyonga nampenda sana, nampenda sana jumla na mke wake, lakini akasema na kabisa, nampenda sana yule kijana, ila sasa yule mke wake, ah, unamwambia wewe sio mimi hapo, yani m... ndipo ulipoanza kufeli sasa hapo, yule mke wake sasa uye ana gubu yule, kusema anakazia kazia, anasema kabisa kwamba yani hawataki kuwasikia hawapendi, hata kuwaua kuwaua, hey. na uwezo wa kuwaua, na wanza kabisa hata kuwaua hapo, amekasema watapotea vijana kweli, yani hawawapendi, aleo mwene na debo na deye, wewe shuri Alafu nisikilizeni, nyie. kijiji kizima, kila mtu anafahamu kwamba nyie ni wambea. Kwa hiyo huo uongo wenu na umbea mimi sitaki eh. Eh, eh, eh, eh. Sasa sikiliza, siku mtakuja kujuta, yakiwatokea puani mtatufuata makaburini, mtatuijia ile siku. ah, ah, si tuliwasaidia, mnitupa hata mia <laughs> kwa nini leo turudi? haina shida. Sisi wambea kazeni ana kaza roho, eti hawataki hata kuasikia hata kuua anaweza akawaua kabisa. Eh, kweli, yani nilivyosikia hivyo kwanza roho ikazuka okay. Kwa hiyo tuamini hao. Eti. <coughs> Eti, unauliza kweli. Unamsikia? Anauliza kweli. Kwa hiyo tuamini hao. Hivi waga, mnajua nyie ni waongo sana, na niwaambea katika hiki kijiji. Sisi ni waongo waambea ndio, lakini sasa kwenye ukweli lazima tuwe wa kweli kama ukitupinga ya kitokea puani utatutafuta, utatuta, kaburini kule utatuita. Hebu acheni umbea, watoto wa kiume mnakuwa ambea, asubuhi asubuhi shaleta umbea, nzeni huko anafanya mazoezi, nyie umbea tu ndio kichoaleta hapa. Hebu nipisheni hapa na umbea wenu huo, umbea akanyaga. Okay. Yaani mpaka huu muda sisi bado basi, oyo utaki tutakusikiliza. Ah, sikia wasi amla tu viazi huko, sina kiporo kiporo. Eh, vimakande kalimeni vibarua e. Oh, tulime vibarua ndo tupewe chakula. Kwani nategemea na mimi wnaafikia nyewe mnakuja kula basi aishe baba. Jamani hodi. Karibu. Eh, karibu. Asante. Wanaume <laughs> <laughs> nyewe wa, nye wa Mbeya. Wameanza kuchangamka. Si kidogo dogo. Na huko mnafika. Wewe kama sio Mbeya kilicho kuleta. Wewe kilicho kuleta hapa nini? <laughs> Hey, nini? Nini zasa? Wewe unapotuambia sisi ni wambea, Mbona wewe hapo umejia nini? Kama wewe sio mbea umejia Yani kuna matatizo sijui hata nisemeje. Hebu niambie mwanamama, yaani kuna matatizo hapa, mala wagangao, mala wachawi, mala majini eh, yani mala pete, yani hata sijui hata nisemeje, matatizo yaliyomo kijijini mama ni mengi sana, mama yangu Mama, usiwazi. Yani usirudi, Misi nipo, misinipo, hey, hey, yani usirudi mama, Mungu yupo. hey, fay, hey. Ah, mama Oje, mimi niende nikaemee, nije niandae chochote mama. Ah kuni nitoka hapa, umbea tumekuja. We huyu huyu kimfumbia macho sana na kutona. We usiniangalie hivyo, unasikia We, we, we mwenyewe umeleta umbea hapa, kwani sisi hatujui? <coughs> <coughs> Ona mwelewa huyu. Kwa hiyo we. Wewe umetuona hapo na tuchukuliaje? Sisi washamba sana, we mjanja au? <coughs> A, a, a. Wewe kilicho kilichokuleta hapa nini kama sio umbea? Haya we, kama sio umbea hapo umejia nini? Bola yangu mimi, newe umbea mmezidi, maana hata kijijini hapa hamna kazi, kazi umbea tu, hamna lolote. Mna kazi gani hapa? Kazi kupiga tu umbea asubuhi kwenye majumba ya watu kuleta umbea. Wewe kama umeshi, la wako limekushinda, tafadhali tuwache, tutakaushana uzazi sasa hivi sisi wazi wow, hey, kwa kitambo, miaka gani ile ambayo tuliwahi kupigana vita tukavutengua tu miguu kzvinye, mna nichukuliaje mimi hivi? Mi nitakuwa wambea kama nye? Bora yangu mimi hapa kijijini na kaza, hata nauza pombe. Nye kwa kazi gani? Umbea mlioonayo umbea tu, siwezi kwenye majumba ya watu. Hebu niondokeni huko nye.

Ivo tu na mimi najua mzee. Eh, vidogo anachukuliaje mimi huyu? Kwa lipi kwani? Oh dogo, tuende. Tuende tutolee mashuka bana. Sasa tunavaa shuka? Wewe, wewe pia. Hata shinda nyie. Kupiga umbea na Kinyonga mambo? Poa. Mana najuavidogo ahukuliae Kaza kunivuruga. Enyo, madogo, mimi si waelewi mke ah, wa Kinyonga so, na wasikiliza Kinyonga wamezidi, si unawasikiliza? Shoga angu anakuambia atamjua Tujitahidi ili, ili kusudi tuipate hii pete. Linzo Subian. Nilikuwa na ombi moja. Ombi gani? Nilikuwa naomba umfungulie mwenzetu. Umtoe katika kifungo, ili tushirikiane kuweza kuipata pete. Siwezi kumfungulia. Siwezi. Kwa sababu yeye ndio chanzo ya kusababisha pete iende kwa Kinyonga. Siwezi kumfungulia. Prince Subiani, nimesema hivyo ni kwa sababu yeye ndio chanzo cha kwenda pete kwa Kinyonga. Pia itakuwa chanzo cha kuipata pete yetu. E, <tipati> shogaangu mimwenyewe shogangu, tu nimekuja nikuletee hili jana. Sasa mama kaniagiza kule shambani, ile narudi sasa shogangu, kawmwona mme wako na ule mganga ule, mganga mwema ule, um... wasunamjuo kidogo, imeshaanza kuingia ingia, kumbe ndomana um... hii um... pete um... inaningangania um... si pete tu hapa ulipo wewe, una nguvu ya ziada ambayo wewe huijui, umesikia nitazungumza? Maana nakujua wewe ni mwandishi wa habari kwenye hichi kijiji chote. Yule na mganga anamwambia hivi, na umeumbwa kwa udongo na umeumbwa kwa moto. Kwa hiyo mmewako kwa shogangu ni jini. Yaani simaanishi ni jini ni nusu jini. Kwao mama yako sio kawaida shogangu. Jamani sana jini kabisa ni nusu jini. Shogangu. Mimi lazima nikwambie sijui katolewa kafara shogangu. Kasema na shogangu akuniambia. Ewe Fatuma utaacha lini umbea? Nakuwa mbea tena. Hmm. Tangia lini mume wangu akawa nusu jini nusu mtu. Eh. Kwao shogangu siku hizi uniamini. Ah, mimi kwa hilo sikuamini. Unamtaka? <laughs> Mimi mtake mama wako tena. Kwa mimi nilichokosea hapo ni nini? Mimi nimekuletea tu shoga yangu nimeona yeye nisije nikakaa nalo shoga yangu katolewa kafara, ukasema Fatuma akuniambia. Ndio hivyo shoga yangu mimi nimekuletea tu hilo. Oh, mimi sasa hivi sitaki umbea. Ah, shoga yangu mimi tu hilo nimekuletea. Kwa mimi nimekuwa mbea tena. Ah. Hey. Hmm. Ah, shoga yangu mimi nilikuletea tu huo umbea. Mimi naondoka. Haya. Baadaye. Naye uletewa ni ya ukweli au uongo? Hawa watu wanajulikana ni waambea, kwa usikuta haya maneno ni ya uongo sisi. Yes, maneno ya uongo. Tunakuomba Prince Subiani. Hapana. Siwezi kumfungulia Pete kwa kinyonga. Siwezi kumfungulia. Prince Subiani, nimesema hivyo ni kwa sababu yeye ndio chanzo cha kwenda pete kwa kinyonga, pia itakuwa chanzo cha kuipata pete yetu. Njia aliyoitumia kui, kuipeleka pete na ndio njia atakayoitumia kuirudisha pete. Tunakuomba Prince Subiani la kumfungulia kwenye kifungo siwezi kumfungulia kwenye kifungo. Ataishi huma humo milele na milele mileleuian. Tunakuomba umfungulie, ukishamfungulia tutaipata pete, bila yeye hatuwezi kuipata. Hapana, siwezi kumfungulia. Yeye ndio chandu. Kumbuka fika na wewe, bila yeye hatutoipata. Yeye ndo aliipeleka kwa Kinyonga. Ukishamfungulia tutaipata pete, tunakuomba, tunakuomba umfungulie.